Hujambo basi mpishi, leo tupikie ni mikate ya nyama ya kuku. Hapo niko na kuku kutoka Chicken Licious, kwa hiyo nitakatakata kuku wangu vipande vipande kama hivi. Na baada ya hapo utaweka kuku kwenye bakuli kisha utaanza kumarinate. Utaweka tungu saumu, pilipili manga, mdalasini, ajina moto, chicken masala na pia nimeweka hii pilipili, utaongezea na ndimu na chumvi. Unaweza ukaweka tu spices upendazo hapa. Na utawaweka kuku wako kwa kama saa moja hivi ama unaweza ukaweka frijini usiku mzima, kisha ukawapika kama hivi, ama unaweza ukawapika hapo kwa hapo kama huna muda. Na baada ya kuiva vizuri kuku wako, utaanza kukanda unga, utaweka unga wa ngano, mafuta, chumvi na maji utaukanda mpaka ulainike vizuri, na uhakikishe unaukanda unga wako vizuri yani ukandike vizuri. Kisha baada ya kuku kupoa, utamweka kwenye food processor na utamsaga kama hivi kisha utaweka kitunguu maji na kitunguu na, kitunguu na pilipili boga ulizozikata ndogo ndogo. Na baada ya hapo unga wako ukisha tulia kwa kama nusu saa hivi ama saa moja. Yani ukisha, yani kila ukikaa unalainika zaidi. Utapiga madonge kama hivi, na sasa utaanza kutengeneza mikate yako kwenye nyama utaweka yai na uhakikishe huweki yai mpaka ikawa maji majimaji sana, kisha utachukua dunge moja na utandaze kama hivi kutumia mikono Utapaka hiyo sehemu yako mafuta na pia utaweka, utapaka mikono yako mafuta ili upate urahisi. Utandaza tandaza, kisha utachukua hii nyama utaweka hapa katikati kama hivi, na utaanza kufunga mikate yako kama hivi, na uhakikishe huo unga wako unautandaza mpaka unakuwa mwembamba. Na baada ya kufunga vizuri kama hivi, utaanza kuchoma mikate yako. Kwa hiyo utabeba mkate wako vizuri kama hivi nzuri upande mmoja basi, utageuza upande wa pili pia upike kwa moto mdogo mdogo, na baada ya pande zote mbili kushika rangi vizuri, basi mikate iko tayari, utatoa kwenye chuma na utaikata kata mikate yako kama hivi tayari kuandaliwa. Yani hii mikate ni mitamu sana, kama mlivyoona si ngumu sana kupika mikate hii, lakini pia ni mikate ambayo kwamba ni mitamu sana. Kwa hiyo utakatakata mikate yako kama hivi na tayari kuandaliwa. Unaweza ukaandaa kwa salad yako pembeni pale, na na juice na chips ukipendelea. Asanteni sana kwa kuangalia video hii mpaka wakati mwingine, kwa herini. Na ili kununua kuku, basi piga namba hii kutoka Chicken Delicious. kwa herini.